Oi, mambo vipi? Natumai mu wazima wa afya ndugu zangu bwana. Leo bwana, nimekuja na kitu bwana, japo ni kidogo lakini naistajifunza leo bwana, nimekuja na kitu cha ukiwa una tatizo la diski, unaiona diski labda inakuwa nzito, uielewi fanye nini na hauelewi shida ni nini labda kuifungua tu inachukua muda yani, inachukua muda yani, kuifungua na inakuwa ina slow sana, unakuta labda kuna faili zake zime corrupt. Sasa twende tuone tunaweza tukaisovuje hilo tatizo la diski ndani ya kompyuta bana. Hapa utafungua esi, utaenda kama tulivyozoea ila leo bana, leo ni kwenye on screen keyboard. Utakuja hapo kwenye window key then utabonyeza x aisi. Tumeona hiyo ndio window key, wengi walikuwa wananiuliza window key ni hii, alafu then x hapo, utakuja administrator, utakuja hapa leo tunaenda kufanya check, check disk, checking ya diski sawa. So, utakuja hapa chini utabonyeza hii itafunguka. Kwa hiyo hapo unapokuja kufanya checking ya diski utaandika diski diski diski. Ah, no no, sorry, hapo utaandika check disk check disk disk, umenielewa? alafu utaipa space hapo, utaandika herufi ya diski yako unayotaka kuifanyia checking Mi niseme naifanyia D, tumeelewana, naifanyia d checking, sawa? Yes, sasa nataka niifanyie d checking. Je, nitaifanyia d checking, d, checking, checking peke yake, naona kwamba, je kama ina tatizo, nikasema labda niseme kama nikikuta ina shida ifix ile, ile tatizo. Kwa hiyo okay. ukitaka kufanya hivyo utaipa hii alafu utaipa hiyo a utaipa hiyo alama utabonyeza, uta, uta hiyo alama, alafu hen utaweka f kwamba i check disk hiyo dii, ila akikuta kuna tatizo afiksi, ndo utaweka hiyo alama, baadaye utaipa enter. Umeshanielewa? mimi kwangu hapa hapa twende tu tulane vizuri. Sasa ni kwa sehemu za maana, maandishi ni mengi, unayaona hapo. Haya, inaona ni maneno yako mengi, kwa hiyo hatuwezi kukaa hapa tukaanza kuelezea moja moja. Ni, ni kupeleka kwenye point tu moja. Kwa hiyo baada ya kucheck disk d di, afanye fix. Fixed, kwa hiyo ailekebishe. Yani baada ya, ya, ya kuicheck disk d di, ailekebishe kama akikuta kuna shida, aifanyaje? Aifix, sawa. Kwa hiyo kwa hiyo baada ya checking, atafanya checking then akikuta kuna shida atafanyaje? Atarekebisha, sawa. Kama kutoka kuna tatizo lolote la file, yani labda file za diski zime collapse zimefaa nini, yeye atazifanyaje? Atazirekebisha kwa atatoa lile tatizo ataliweka sawa. Kwa haya ndio maelezo yake kila kitu chake ndio hicho, lakini sasa mimi nakupa tu maelezo ambayo wewe utabidi kuyafata tu ambayo itakuwa ni rahisi. Kwa hii stage one, disk inayofanywa checking hii stage one, wewe hapa utaangalia utakuja kwenye hizi zilo, ukikuta hata moja ina herufi ina yani n ina, ina kuanzia moja na kuendelea hujua hiyo diski yako ina shida. Utaangalia hapa na hapa juu na hisi, umenielewa yaani, utaangalia hapa mm -hmm, na hapa hapa bad file, file recording process sawa. so, utaziangalia uta, hapo ndo utagundua kompyuta yako ina ina tatizo yaani hilo diski yako ina shida. hiyo stage two hiyo ilikuwa stage 1. Ukienda stage 2, hii stage 2, hii stage 2. Sawa, hii examining file name linkage kwao na penyewe, utakuja kuangalia hapa tu, hapa hapa utaangalia hapa kwenye zero na hapa kwenye zero, ukikuta kuna namba zimeendelea huku kuanzia moja na kuendelea llako shida na ile uh, diski yako inaweza kuwa ina shida, sawa so, unakuja mwishoni hapa sasa, hapa utaangalia hii hapa hii e, security descriptor verification completed. Completed. Hii, hii sasa hapa utakuta hawajakuandikia hivi, hapo utakuta kuna found ela. Wewe hapo utakuta kuna ela, kuna kosa. Kwa hiyo uta utakuta haijakamilika. Kwa hiyo ukikuta haijakamilika utajua tu kompyuta yako disk yako ina shida. Kwa hiyo kwa sisi hapa hivi umeona Windows scanned the file system and, and found no problems. No. Umeshaelewa? Kwa hiyo hii imekuta imescan imekuta hakuna shida yoyote, kwa hiyo ndo maana nikakwambia hivyo. Kwa hiyo utafata hizo hatua tu hizo, utagundua kwamba diski yako ina shida. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki kwa kuangalia video hii, tukutane kwenye video ijayo. Asante.